Kama tunavyojua Mungu amemwinua nabii katika taifa letu la Tanzania, nabii aliyepewa neema na Mungu ya kutabiri mambo ya kitaifa na kimataifa, si mwingine bali ni mpakwa mafuta wa Bwana Mtume na Nabii Jaimes Onaire, ambapo siku ya Jumapili ya tarehe kumi na sita mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano wakati ibada inaendelea, mtumishi wa Mungu aliweza kutoa unabii kwa habari ya ajali itakayoweza kutokea jijini Dar es Salaam, katika barabara ya Morogoro na haya ndio yalikuwa maneno ya unabii huo. Katika ulimwengu wa roho, unaweza ukasafiri katika siku za usoni. <gibu> Unajua wakati na tabiri, habari ya mtasikia, si ndio? Simba imepata ushindi mwembamba dhidi ya Yanga, watu wametukana, kwa sababu watu hawajui. Kuna watu wanaweza wakasafiri katika ulimwengu wa roho na kuzifikia siku za usoni. Amen. Leo hii nikiwa nime nimelala usiku, nikachukuliwa mpaka hii barabara inaitwa Morogololodi. sema Morogololodi, sema Morogololodi, Morogololodi inaanzia wapi hivi? Inaanzia mjini, inapita Manzese, si ndiyo? Alafu inaenda Ubungo, halafu Kimara, sio? Sasa nikaona ile barabara ya Morogoro Road, Amen, lakini nikarudishwa hapa maeneo ya Ubungo hapa, ambako zamani ilikuwa TANESCO, kama bado ipo. Amen, Ubungo pale, sio zeni, nikaona ajali, nikaona ajali kubwa sana imetokea pale. Amen. Alafu Uh, nikaona viungo vya watu sawa, viungo vya nini vya watu vimetapakaa kwenye ile ajali alafu nikaona gari la polisi asa, imagine kama kwa mfano unaweza ukaona kuna ajali itatokea sawa eh? Maanake unaweza ukaizuia hiyo ajali katika ulimwengu wa roho kabla haijafika kwenye ulimwengu wa mwili. Sio kama kuna mtu anaelewa eh? Mtu mmoja aseme bwana, hebu nisaidie. Of course tutaliombea hili jambo baadaye zingatia nabii alivyoweza kusema ya kwamba tunaweza tukaliombea jambo hili lisitokee na ya kwamba kama likitokea basi lisitokee katika madhara makubwa kama nabii alivyoona ya kwamba viungo vya watu vikisambaa huku na huko hasa imagine ni kama kwa mfano unaweza ukaona kuna ajali itatokea sawa eh manake unaweza ukaizuia hiyo ajali katika ulimwengu wa roho kabla haijafika kwenye ulimwengu wa mwili hivyo mtu wa mungu tuendelee kuliombea jambo hili Baki umebarikiwa. Asante.